Ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyo chini ya video hii. Asante. Ah, mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali mbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambazo tunakujuza siku ya leo ni mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mechi kati ya klabu ya Young Africans wenyeji kutokea katika taifa la Tanzania dhidi ya wageni kutokea katika taifa la Malawi, timu ya Silver Strikers. Ni kukumbusha matokeo ya kwanza kabisa ambayo klabu ya Young Africans waliyapata dhidi ya Silver Strikers, Yanga Sports Club walifungwa bao moja kwa sifuri yao. Yanga wanao mtihani mwingine wa kuhakikisha wanapata ushindi wa kuanzia mabao mawili, yaani tofauti ya mabao mawili kwa sifuri ili waweze kufuzu kwenda hatua makundi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa upande wa rekodi Klabu ya Yanga Sports Club imefika robo finali katika ligi ya Mabingwa barani Afrika msimu juzi, huku msimu jana wakiishia hatua ma ya makundi, na kabla hapo Yanga alifika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ukiwa ni msimu msimu wa nne. Katika hii misimu mitatu ambayo tayari imepita, msimu mmoja walifika finali ya kombe la shirikisho, so, msimu mwingine wakafika robo e, finali ya kombe, kombe la mabingwa kisha hatua ya makundi na leo ni hatima ya Yanga. Je, wataishia hapo au wataweza kusonga hatua ya makundi? Na kufungwa bao moja, sio kazi kubwa na sio ndogo. Yes, naweza nikasema hivyo. Mashabiki wanabidi kulijua hilo kwamba uh, ili bao ambalo walifungwa na Silver Strikers, chochote kinawezekana. Kama Yanga wasipoongeza juhudi, mambo yanaweza kuwa ni magumu kwa upande wao. Moja kwa moja, twende kutazama predictive lineup Yanga Sports Club, wanaingia vipi kiwanjani leo kwenda kuikabili timu ya Silver Striker. Moja kwa moja mimi nitadili na wachezaji kumi na moja pekee ambao wanaenda kuisaidia Yanga Sports Club kwa namna moja au nyingine, ili Yanga iweze kufuzu kwenda hatua ya makundi. Kama kawaida, langoni tutampata Diarra Djigui, huyu ndo goalkeeper namba moja wa club ya Young African, na ambaye amedumu ndani ya Yanga ukiwa ni zaidi ya msimu wa nne na amefanya makubwa akiwa na timu. Namba mbili Israel Patrick Mwenda, huyu ameendelea kujipatia umaarufu kwa kupata nafasi katika kikosi cha kwanza cha Yanga, bandika bandua ya makocha, lakini Israel Patrick Mwenda ameendelea kuonekana kuwa ndiyo pendekezo kabisa la kucheza nafasi hiyo ya namba mbili ndani ya kikosi cha Yanga huku namba tatu ni Shadow Issa Boka ambaye amemkaribisha Mohamed Hussein aliyetokea Simba akijiunga na klabu ya Yanga. Ubora wa Shadow Issa Boka unafanya endelee kumiliki namba hiyo namba tatu kiwanjani. Huku, huku namba nne ni Abdura Baka. Eh, huyu ni sergeant kabisa. O, ubora wake unafanya endelee kucheza katika safu ya ulinzi ya klabu ya Yanga. Namba tano ni Dickson Job, huku namba sita ni Azizi Ndambwire. Saba atakwepo Maxi Mpia Nzengeli ya Abbas namba tisa hmm. Namba tisa atakuwepo Prince uh, Mpumelelo Dube. Tisa, Prince Mpumelelo Dube. Kumi ni Dombia. Dombia atacheza kama namba kumi, huku upande wa namba kumi na moja atakuwepo Pacome Zouzoua, na upande wa substitution kama ambavyo nimekujuza atakuwepo kina Clement, uh, Mzize, Clement, uh, Mzize ataanzia sabu, kuna twari bumsheri, kuna bakanono mwamnyeto, kuna Mohamed Hussein, kuna jakabuya, kuna Kouma Ekua, uh, balamsaconte Edmund, uh, yes, naweza kusema hiyo ndo upande wa substitution kwa kikosi hiki. Unadhani klabu ya Young Africans wataenda kupata matokeo yapi? Shika katika upande comment section, see you next time, bye bye.